Karibu Will Digital TV, mahali ambapo unapata simulizi za kukuelimisha na za kukujenga. Mimi msimulizi wako Will Daniel. Ni follow Instagram, TikTok pamoja na Twitter kwa majina ya Will Daniel 90, pasipo na kuacha nafasi, yani Will Daniel 90. Leo nitakupitisha usiyo yajua kuhusu historia ya sikukuu ya wapenda nao, yani Valentine's Day. Kama ni mara yako ya kwanza, usisahau kusubscribe kisha kutani hiyo notification bell ili usipite na vipindi vyetu vinavyoendelea hapa hapa Will Digital TV. Miaka mingi iliyopita katika jiji la Roma palikuwa na mtawa mmoja aliyejulikana kama Valentine. Alikuwa mtu wa huruma, mwenye imani thabiti na aliyesimama kidete kuinda kile alichokiamini kuwa kila mtu ana uhuru wa kupenda. Wakati huo huo, Mfalme Claudius wa pili alikuwa na ndoto ya kuwa na jeshi kubwa lenye nguvu. Aliona kuwa wanaume waliokuwa na wake na familia hawakuwa tayari kupigana kwa moyo wote. Ili kuzuia hili, alitoa amri kali: hakuna kijana aliyepewa ruhusa ya kuoa. Amri hiyo iliwavunja moyo wengi, lakini hakuna aliyethubutu kupinga, isipokuwa mtu mmoja tu, naye ni Valentine. Valentine, kwa moyo wa huruma na imani usiyoyumba, alianza kuwafungisha ndoa vijana walio kwa siri. Aliamini kuwa upendo ni zawadi takatifu, na hakuna mtu, hata mfalme mwenye nguvu, aliyepaswa kuzuia. Harakati zake za kimya kimya zilivuta hisia za wengi, lakini pia ziliamsha ghadhabu ya mfalme. Habari zilipomfikia mfalme Claudius hakusita. Valentine alikamatwa na kufungwa gerezani akisubiri hukumu ya kifo, lakini hata akiwa kifungoni hakuacha kuhubiri upendo na mshikamano. Watu waliompenda walimletea maua na barua za faraja, wakimtia moyo usikate tamaa. Miongoni mwa waliomtembelea mara kwa mara gerezani, alikuwepo binti wa mkuu wa gereza Semekana kuwa Valentine alikuja kumpenda msichana huyo kwa dhati, na katika siku zake za mwisho alimwandikia barua ya mwisho iliyoishia kwa maneno ya from your Valentine. Mnamo Februari 14 mwaka 269 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo, Valentine aliuawa kwa kunyongwa. Kifo chake hakikusaulika. Baadaye kanisa Katoliki lilimtangaza kuwa mtakatifu wa upendo na ndoa. Hii ndiyo sababu siku yake ya kumbukumbu ikawa Februari 14, siku ambayo leo inajulikana kama siku ya wapendanao. Lakini ni kwa nini rangi nyekundu imekuwa kama alama kuu ya siku hii? Wengine wanaamini kuwa nyekundu ni ishara ya damu ya mtakatifu Valentine aliyetoa uhai wake kwa ajili ya kuwalinda wapenzi. Katika tamaduni nyingi nyekundu pia inahusiana na mapenzi, shauku na msisimko wa moyo. Maua mekundu hasa ya waridi yamekuwa zawadi maarufu kuonyesha upendo wa dhati. Katika historia ndefu ya wanadamu, sherehe za upendo zimekuwepo kwa namna mbalimbali. Warumi wa kale walikuwa na sherehe ya Lupercalia iliyofanyika Februari 13 mpaka 15, ambapo walitoa sadaka za damu kama ishara ya kuleta bahati njema katika mapenzi. Huenda hii pia ilichangia rangi nyekundu kuwa alama kuu ya Valentine's Day. Ingawa nyakati za leo, siku hii imekuwa kama ya kibiashara, ambapo zawadi, maua na vyakula vya kifahari hutawala, lakini bado inabeba ujumbe mmoja muhimu: thamini upendo. Na kama Valentine's Day tunathamini upendo, swali ni kwamba, je, upendo unatakiwa kusherekea siku moja tu kwa mwaka? Wengine wanaamini kuwa upendo wa kweli unapaswa kuonyeshwa kila siku, sio tu february 14. Kwa hiyo Valentine's Day si tu kuhusu maua na zawadi, bali ni ukumbusho wa thamani ya upendo wa dhati. Wewe unaichukuliaje siku hii? Tafakari na shiriki nasi mawazo yako hapa hapa we TV kupitia ukurasa wa comment. Asante kwa kutazama na usikose vipindi vyetu vijavyo.